Uh, leo hii tumepata ugeni huu, ni ugeni muhimu sana kutoka Viory International. Hawa ni, ni chombo cha habari ambayo tunawaita kwamba ni sisi ni mainstream, lakini pia tuna digital platforms. Wao pia wamebobea zaidi katika video au content za mtandaoni. Kwa hiyo leo hii tumekutana, tunataka kubadilishana uzoefu lakini pia kubadilishana namna gani ya kupambana na hali ya uh, upotoshaji na mambo kama hayo, ambayo yote hayo yanalenga kuimarisha uh, maudhui ya mtandaoni. Hii ni nafasi nzuri kwa TSN ambao uh, management ya TSN imekaa pamoja na ujumbe huu kutoka Viory International na tumeweza kukubaliana mambo ya msingi ambayo namna gani basi tunaweza tukashirikiana ili kubadilisha tumekuwa tunapokea narrative kutoka mataifa ya kigeni ambayo wamekuwa wakipotosha. Sasa tukipata nafasi ya, ku, ya kutangaza maudhui kwa jicho la Kitanzania, hii ni nafasi kubwa na ni nzuri kwa ajili ya kuijenga nchi yetu. Uh, what brings us to Tanzania today is a seeking partnership as a video network, International Video News Network